Naam, karibu tena mtazamaji. Kilimo cha uyoga aina ya oyster kinazidi kushika kasi humu nchini huku wakulima wadogo wakikumbatia wa zao hili lenye faida kubwa ili kuongeza mapato yao. Kwa mahitaji madogo ya nafasi na muda mfupi wa kukua hadi mavuno, uyoga unazidi kuwa chaguo kuu la mkulima wa kisasa. Dennis Otieno anatufahamisha zaidi katika makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara. Katika eneo la Banana, kaunti ya Kiambu, mkulima mmoja ameibuka kuwa mfano bora katika nyanja ya kilimo. Wangare Kuria, kupitia nembo yake ya Fama on Fire, anabadilisha si tu kilimo cha uyoga bali pia mtazamo mimi niliangalia vile sikuwa na space kubwa, niko kwenye town. Ndio town ni mzuri kwa sababu inamaanisha kuna ready market. na pia hakuna wakulima wengi, kwa hivyo ile competition iko chini kiasi compared to rural areas, so nikajua hapa niko na soko, lakini shamba siyo kubwa sana. Nilikuwa tu na ile one eighth ambayo nilikuwa nayo safari yake ilianza kitengela alipohudhuria mafunzo yake ya kwanza kwa mkulima mmoja huko kikuyu akitumia shilingi 2500 kadri muda ulivyopita alijifunza kwa kina yote muhimu kuhusu kilimo cha uyoga wangare alichagua uyoga aina ya oyster kwa sababu ya udhabiti wake sokoni, ladha nzuri na mapato mazuri. Ambapo niliingia kwa uyoga, nikaona unaweza ukatumia vertical space, ninatumia shelf ku increase your surface area na juu kontena kidogo hivi, unaweza kutengeneza pesa mzuri. Nikaona hapa uyoga ndio itakuwa suluhu, suluhu langu. Mchakato wa kilimo hiki ni wa kina. Mabaki kutoka mbegu za pamba hupakiwa kwenye magunia, kuchemshwa, kuua vijidudu kupandwa mbegu kisha kuwekwa kwa wiki nne ili uyoga ukue. Rafu za wima hutumika kuongeza nafasi. Nyumba ya Wangare inaweza kubeba hadi magunia elfu sita. Ulima wa uyoga ni vizuri utumie bags, kwa sababu tunasema inaitwa soilless agriculture, haimei kwa mchanga kama vile tumezoea mimea aina zingine. So hii unaweka kwa hii juala alafu unaweka substrate yako Ukishatia ile mbegu bagi yako ama shamba lako litageuka kuwa nyeupe, ndiyo hapo utajua uyoga wako uko tayari ama shamba lako liko tayari kwanza kutoa mazao. After imeanza kutoa kichwa kidogo kidogo, unaipea siku mbili itakuwa iko kubwa na iko tayari kuvunwa. Kwa kuwa uyoga hudumu kwa muda mfupi, lazima uhifadhiwe haraka. Wangare hutumia njia ya kukausha kwa jua kuongeza muda wa matumizi hadi miezi sita. Tayari Wangare ameanza kuuza uyoga uliokaushwa na kufungwa kwenye vifurushi. Lengo lake kwa sasa ni kupeleka bidhaa zake kwenye masoko ya nje. Hata hivyo, kufanikisha hili kutategemea tu na juhudi zake. Dennis Otieno, runinga ya Citizen.